Mmefaradhishiwa kitu faradhi. Huwa ni lazima, usipotekeleza unakosa linalostahili kuadhibiwa. Mmefaradhishiwa funga, na kama tutakuwa tunahoji kwa nini tumefaradhishiwa sisi funga, Allah akatutoa wasiwasi, akasema hili ni jukumu la kawaida, hamkupewa nyinyi pekeenu kama kutiba ala alladhina min qablikum, nanyi mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa waumini walioishi zama nyingine kabla yenu. Na kama tutauliza, ina faida gani funga? Jawabu yake ikawekwa mwisho, la'allakum tattaqun, ili mpate taqwa. Enyi waumini mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa waumini walioishi na mitume wengine kabla yenu, ili mupate takwa, muwe na ucha Mungu. Kwa nimesema kuna mambo matatu wanawachuoni wanatuambia hivi. Kwanza, Allah amewaita watu kwa sifa maalum ya imani. Wanadamu tuko wengi, lakini tumetofautiana hapa Allah kawaita waumini peke yao, kwa hiyo kuna suala zima la imani hapa. Enyi waumini, hii ni mada ya imani, na ni kwa sababu hata kwenye hii tam ya imani tunatofautiana. Kuna waumini wa kweli na wengine sio wa kweli, wengine huwa wanadanganya tu, wanasema midomoni nimeamini, lakini hawajaamini. Na Qur'ani inathibitisha hilo kwenye aya ya nane, sura ya pili: wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Allah anasema katika watu wako wengine hudai tumemwamini Allah, tunaamini siku ya mwisho, lakini si kweli, si waumini. Kwa hiyo Allah akiita kwa lugha hii ya ayuha alladhina amanu, hawa hawa kusudi wa anawakusudia wale waumini kweli kweli, hasa kwa dhati, kwenye nafsi zao wamemwamini Allah, wanajua kuna siku ya malipo, wanajua wameletewa mitume, wanajua kuna vitabu, wanajua Allah ana viumbe wake malaika. Hizo ndo nguzo za imani. Kwa hiyo akiita kwa lugha hii anawaita wale waumini kweli. Allah atujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao Tusiwe kama wale wanaosema tumeamini, kumbe hawajaamini. Tuwe ni waumini wa kweli, moja hilo. La pili, wameitwa waumini kwa jina lao la sifa ya imani, wataitika labbaika rabbana wasaadaika. Wameambiwa waliloitiwa, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum enye waumini mmefaradhishiwa nanyi funga kama walivyofaradhishiwa watu wa umma zilizoishi kabla yenu. Kwa hiyo wafuasi wa Musa walifunga Ramadhani, wafuasi wa Daudi walifunga Ramadhani, wafuasi wa Isa walifunga Ramadhani, na mitume wote rusul na ambia walioishi baina ya hao walifunga Ramadhani. Kwa hiyo na sisi umma wa mwisho umma wa Muhammad, tukawajibishiwa kufunga Ramadhani. Kwa hiyo hatujisikii wanyonge kuwa tumepewa ibada ngumu. Allah anasema hii nimewapa wote, nimekupeni na nyinyi kama nilivyowapa waumini walioishi kabla yenu. Sala tatu, la pili ndo hilo Siyam. La kwanza iman, la pili siyam, la tatu takwa, ambalo liko mwisho. Lengo lenu waumini kufaradhishiwa siyam, hii siyam ndo itawafanya muwe wacha Mungu. Waumini mumefaradhishiwa siyam ili muwe wacha Mungu. Kwa kupitia siyam tunajifunza na kutekeleza takwa. Sa wanawachuoni wanatuambia vitu vitatu hivi vyote ni ghali, ni vitu ghali tunu kabisa kubwa, na hakuna anayejua thamani ya vitu hivi ila Allah mwenyewe, na hakuna anayejua uhalisia wa vitu hivi isipokuwa Allah mwenyewe. Iman ni maarufu na takwa ni maarufu, lakini kwetu hichi kitu kilichowekwa kati kati ya vitu viwili maarufu nacho kinabeba hadhi ile ile. Akikaa kwenye biashara yake anauza, ukenda kupata na bei anakuwa mgumu, anasema wallahi, hiyo mia tano unayotaka ni kusamee ndo faida yenyewe. Anajua thamani ya mia tano, anajua nikimpunguzia huyu mia tano na mwingine mia tano na mwingine mia tano wakifika mia hawa meshapoteza elfu hamsini elfu hamsini kwangu ni kubwa sana hiyo thamani ya pesa anajua, lakini mtu muumini thamani ya thawabu hajui. Yanatokezea, zinakuja fursa mbele yake za kufanya mambo ambayo atapata thawabu. Hizi thawabu ndo anazihitaji siku ya malipo, lakini anadharau, hayafanyi, lakini anadai muumini. Sasa unaamini kuna siku ya malipo, kwa nini haya ambayo ndo yanaenda kulipwa yako mbele yako, uwezo mola wake ambaye anamuogopa, anamheshimu na anamtii ananyooka. Jengine